E, ukiwategemea watu ikiwa nawategemea hawa waliotumika kumwaga damu kwa namna walizomwaga nina hakika watachoka kuzimwaga damu. Damu ya mtu nzito, watachoka kuzimwaga damu na inawezekana kuna siku watamgeukia yeye kwamba mtu gani unayeamini? tutukamwage tutukamwage, baadaya sasa, u, u, u, ufunike na tambala e, uu moto ufunike na tambala moto upungue. We kila ukipata nafasi unauchochea ili hawa watu walie tena, ili hawa watu waongee tena, na wakiongea unaweza kuona hatufanyi kazi na ilione tufanye kazi, nabidi twende tukawaue tu, tu, tuka tena hawa watu tukawateke tena watu tukawatesha magerezani. Mimi nahakika, mimi nahakika hawa anaowategemea hawa, kuna siku watachoka kwa mtawala wa aina hii ambaye kila anapoongea ni kama anakuwa amejipanga tu kabisa, leo naenda kuchomekea haka kakuumiza zaidi moyo kwamba vijana waulize kama wako tayari kuingia barabarani, waulize sasa. Eh, uh, ukiwaumiza tena na tena, ukiwachokonoa tena na tena, ukiwatonesha tena, ukiwa tena na tena na tena, ni nahisi hata kama hawakuwa tayari, nahisi watachukua wata hatua ya esa kwamba, kama ni kufa, na tufe. Niko na naibu waziri, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Wanu Hafidh Geuka, wakuone waja kuona anafanana na nani? Haya, asanteni sana. Wao hawajawaomba radhi, lakini mimi kwa niaba yao hawa wajinga ninawaomba radhi. Mtusamehe, tumekosa sana, hatutarudia tunawaomba radhi kwa dhati. Magufuli alikuwa zaidi ya raisi. Na kwa wale ambao bado mmejizima e, data na niliwambia kama utaki kukubali kwa sababu E, walikuzima data au lijizima data basi, mkataa pema pabaya panamwita. Tutabatizwa kwenye moto, tumebatizwa na tutabatizwa kwenye moto mpaka utasema mma. E, vijana mitano, nasema mpaka utasema mma, mpaka utasema E. E. Kuna ambao mnasema kwenye kipindi chake ndipo vilipoanzia vitendo vya utekaji na mauaji. Ulizimwa data au ulijizima data? Akina Daudi Ulimboka, eh, yule daktari hakung'olewa meno bila ganzi wakati wa Magufuli? Akina Daudi Mwangosi Eh, Daudi Mwangosi yule ni Dr. Ulimboka, huyu ni Daudi Mwangosi. Kina Daudi Mwangosi hawakusambaratishwa na mabomu kipindi cha Magufuli? Ni karibu kila utawala. Kina Kubenea walimwagia tindikali wakati wa, wa, wa Mkapa. Rudi nyuma, wakati wa Mwinyi, wakati wa, wa Nyerere, utakuta watu vifo vya utata vilikuweko eh, tofauti ya watawala wengine na Magufuli, watawala wengine waliotangulia kule nyuma ni kweli walikuwa na namna za kuambia wasaidizi wao wanaweza kufanya vitendo vya dhuluma ya uhai wa watu, walikuwa wanawambia acha. Ndio maana matendo yalikuwa yanakoma, walau yanakuwa yanakuwa machache lakini Magufuli alikuwa zaidi ya rais, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kuomba radhi bila kumung'unya maneno, kitu ambacho hakiwezi kufanywa na mtawala na rais na mtu aliye madarakani. Akiwa madarakani hamung'unyi maneno, samutuye radhi. Lakini sasa unaweza ukasema hakuomba msamaha kwa watu kupotea au kutekwa, ukiangalia hatua alizokuwa akizichukua kikiripotiwa kisa cha kutekwa, zilikuwa zinadhibiti, zinaondoa zinaondoa e, zina hauoni na kesho na keshokutwa na, e, maisha yamegeuka. Ni hayo ni kama, kwa sababu wakati mwingine zisema habari za Makonda na Roma, unakuja kuona uhusiano wa Magufuli na Makonda ulidorora sana, ulidorora sana. Mpaka, wakati fulani akatafuta pa kupitia hapo, hapo akamtoa naukua mkoa ulidorora sana. Inawezekana kabisa ni pengine vitendo kama hivyo vilikuwa vinafanana na ukweli fulani na kwamba pengine huyo jamaa ananitetea kwa namna hii isiopasa. Magufuli alikuwa na hata ambavyo ninahisi, ninahisi hata ambavyo hakuomba radhi e, vitendo vile vya moja kwa moja mimi nahisi alikuwa najua, akijiweka sawa, ameondoa virio kwenye jamii na ameondoa dhana potofu juu ya wale ambao wanatumiwa vibaya na wa, wanufaika wa rasilimali ambao walikuwa wanazipora. Mi najua alikuwa anataka tukielewa <laughs> ni kama angeomba radhi hata kwa vitendo vyote vya Tundu Lissu kupigwa risasi na watu wengine wote walioonekana kupotea, pengine kwa wasaidizi wake kumtetea. Lakini mimi ninavyohisi, kwa dhamira ambayo ilionekana kwa yote aliyokuwa nayafanya, mimi nahisi e, hakuwahi kutuma mtu kaue mtu kateke mtu. Nahisi na ilipoonekana wamemtetea vibaya aliwageuka lakini be kama kuna wale waliokuwa wanaua wenzao Kibiti e, kama mifumo ya kitawala iliwakuta wakiwa wanaua iliwathibitisha wanaua ikawaua, kama hilo anaingizwa kwenye aliua watu wakaokotwa kwenye mifu, mifuko ya e, e, kwenye sandarusi kama wale walikuwa wanakutwa wanabainika wameua, au wale magaidi wa, wa, wa, wa Mtwara kutokea Msumbiji walikuwa wanabainika wameua, wanakutwa wameua, na system au majeshi au askari wanawakuta, wanawaua kwa sababu wameua wenzao. Mimi nachohisi kwa hilo, anayeua watu adhabu yake ni kuuawa. Kikubwa tu hiyo ameua wa watu, na adhabu yake ni kuuawa. Kama kwa hilo utaendelea kusema alikuwa mbaya zingefuata mi, mifumo ya kisheria. Kiukweli, siku mkija kufahamu kwamba mifumo ya kisheria inatuchelewesha, sheria ziko kwenye mioyo ya mtu, yani ilishaandikwa, na wote tunafahamu anayeua kwa upanga anatakiwa kufa kwa huo. Hilo alihitaji hata mpite kwenye sheria, imebainika tu hapa. Usilopenda kutendewa usimtendee mwingine, kama sivyo achatukutendee, uone. Anayeua hahitaji hahitaji hata sheria, hahitaji hata sheria, we mkuta tu hapa, ameua auawe, hii na wengine waogope, ndio Biblia inavyosema. Hivi vitendo vya ukatili, utekaji, mauaji, vinavyofanywa na <coughs> na polisi pengine usalama wa taifa, pengine eh, namna yoyote kwa wilaya kwa mikoa, kina Makonda na nini. Hivyo vitendo mara nyingi huwa wasaidizi au wafanyakazi au waajiriwa wa rais, kwa sababu rais ndo mwajiri mkuu. Waajiriwa huwa wa wanahisi itakuwa hivi ndo kumtetea bosi wetu. Sasa uwezo wa kiongozi uwezo wa kiongozi ni kudhibiti wasaidizi wake katika yale wanayokuwa na nia njema au wanayokuwa na nia mbaya. Kiongozi sio anayekuwa ametoa macho yote kudhibiti wanaomwonyesha kwamba wasaidizi wake wanatuumiza nguvu. Thamani ya kiongozi, yani kiongozi yoyote aliyefanikiwa aliyefanikiwa ni yule aliyekuwa na uwezo wa kudhibiti wasaidizi wake. Kiongozi yoyote aliyeharibikiwa aliharibikiwa, hata kama alikuwa anajiona amejisuka sana ndani ya mioyo ya wasaidizi wake. Kiongozi yoyote aliyeharibikiwa aliharibikiwa kwa kushindwa kuwadhibiti wasaidizi wake. Yani kwa mfano, Samia, nina uhakika, nina uhakika ataharibikiwa Nina uhakika taaribiko, kwa sababu angekuwa ana anafanya ukatili huu yeye mwenyewe moja kwa moja, na hakuna wakumfanya chochote, mungesema atakaa milele alimadamu anatumia watu. Ama kuna wasaidizi wake ambao kuonyesha roho mbaya, wanaishi ndo anavyotaka. Kuteka watu wanajua, ndo anavyotaka. Kuua watu wanajua, ndo anavyotaka na inawezekana kabisa, ndo anavyotaka kwa sababu e, ange walao wangekuwa naonyesha vitendo vya kuhuzunika vya kuumia zaidi. Unakuta karibu kila anapoongea, na nahisi anakuwa amejipanga toka nyumbani, alimtokia alimlopoki tu, alim, alimponyoki tu nahisi kila anapoongea najipanga kwamba leo naenda kuwachokoa, naenda kuwaumiza moyo. Nadhani lengo lake ni kwamba nikiwaumiza moyo, watalalamika, watalia kwamba umetuumiza moyo, na watakapolia wasaidizi wangu watakimbia haraka sana kwenda kuwaua, kwenda kuwateka, kwenda kuwaweka magerezani na kuwatesa kwa namna kadha wa kadha. Nahisi hizi namna ambazo E, anateua mtoto wake, na unaona kama hapa anapongeza mtoto wake, sio ajui munaumia, muna nadhani moyo wake unakume kusudia, nataka wakaumie kuliko. Wakati mwingine unaweza ukaona, yani maneno, nataka wakaumie kuliko, lakini ukweli ni kwamba e, ukiwategemea watu ikiwa nawategemea hawa waliotumika kumwaga damu kwa namna walizomwaga, nina hakika watachoka kuzimwaga damu. Damu ya mtu nzito, watachoka kuzimwaga damu, na inawezekana kuna siku watamgeukia yeye, kwamba mtu gani unayeamini tu tukamwage tu tukamwage, badala sasa u, u, u, ufunike na tambala huu e, e, moto ufunike na tambala moto upungue, we kila ukipata nafasi unauchochea, ili hawa watu walie tena, ili hawa watu waongee tena, na wakiongea unaanza kuona hatufanyi kazi, na iliuone tufanye kazi, nabidi na, twende tukawaue tena hawa watu, tukawateke tena hawa watu, tukawateshe, tukawa magerezani. Mimi ina hakika mimi na hakika hawa anaowategemea hawa, kuna siku watachoka kwa mtawala wa aina hii ambaye kila anapoongea ni kama anakuwa amejipanga tu kabisa, leo naenda kuchomekea haka kakuumiza zaidi moyo, kwamba vijana waulize kama wako tayari kuingia barabarani, waulize sasa. hey, Uh, ukiwaumiza tena na tena, ukiwachokonoa tena tena, ukiwatonesha tena na tena na tena, ni nahisi hata kama hawakuwa tayari, nahisi wata, watachukua hatua ya Esta, kwamba kama ni kufa na tufe, lakini tusibaki hivyo. Unajua, wakati mwingine watu ukiwaumiza, fanya kama huoni. Fanya kama huoni lakini kama unaonyesha um, unaona umeona na... hey, hey, hey, hey. Sijui anyway, nitaka tu kuambia Magufuli alikuwa zaidi ya raisi, ni raisi aliyekuwa na ujasiri wa kuomba msamaha kwa kunyoosha, akiwa raisi kunyoosha tumekosea mtusamee, tunaomba radhi. We mtu akiwa rais atumie maneno yote hayo ya unyenyekevu hivyo, halitajirudia ni kweli. Utekaji mauaji alikuwepo, lakini <clears throat> ukiangalia kama ile akina modeoji, unaona inawezekana kuna mingine ilikuwa mipango ya kumchafua ili aonekane utekaji upo, namna lilivyokwenda kwenda alivyo jilalamisha kwamba sasa huyu mtu alitekwa kwa hivi na baadaye mnakunywa naye, alafu gari eh, nyumba inayoonekana, you know, watu walitekwa ipo, mwenye nyumba yupo, wako salama, yale mambo yalizimwazimwa. Rais hakuwa na la kusema, Magufuli hakuwa na kusema, Tundu Lissu alipopigwa risasi, was bad lakini nahisi mimi kitendo cha kutokumaliziwa hospitalini kwenye ule mwendo ule mpaka nafika hospitalini, mpaka mimi nahisi nahisi ni kama raisi kama kuna watu walimtetea kwa njia hiyo, aliwambia hapana, msimtetee hivyo. Kuna wakati watoto walikuwa na uawa Njombe kule kwa kinachoitwa imani za kishirikina imani za kishirikina asiogopagi risasi ya ubunduki, lakini Magufuli alipotoa biti ya kujaribu kumwondoa RPC kujaribu kumwondoa CD baadaye asema ni msamehe, vile vitendo vilikoma. E, jiwe alilolikataa washi limekuwa jiwe kuu la pembeni. E, tumejizima data, niliwambia mimi toka mapema kabisa, si tumejizima data Magufuli alikuwa mbaya, alikuwa katili. Magufuli alikuwa na uwezo wa kudhibiti wasaidizi wake, alikuwa na uwezo wa kuambia acha. Magufuli sehemu ya anavyojisikia, anavyotaka kuishi ndivyo alivyotaka watu wengine waishi, kwamba alijenga Chato uwanja wa ndege, sio? Alifanyaje vile vitu? Kuna watu walikuwa wanajaribu kumzunguka ili wamtukanishe kwa sababu hiyo lakini ukweli ni kwamba nia yake ilikuwa hata kama watanifa, watafanya Chato. Ndio maana wakati mwingine walipotaka kufanya zaidi na zaidi, akasema ise mi muje mjipendekezage wakati mi sipo, kwa sababu naona hapa ni kama kuna vitu mnajifanya mnataka TAKUKURU kunifanyia, si mjenge jengo la TAKUKURU usuri weje e, muje mfanyage wakati mi sipo. Vile vichache ambavyo ilikuwa wanamzunguka ilionekana jenga tu kwao, dhamira ya Magufuli ilikuwa kama watafanya hivi kwetu, picha watakayoifanya ndio nitakayoifanya kwa watanzania wote. Lakini sasa ee, nahisi mimi, nachojua kwamba palikuwa na watu ambao walizoea kuiba na kujiraz, kujinufaisha kwa rasilimali za nchi. Hao ndio waliotumia nguvu kubwa sana kusha Magufuli ni mbaya wapo fwa bendera fuata upepo, lakini pia wapo ambao ndugu zao walitekwa, waliuawa, pengine Magufuli hakusema lolote, na wana haki ya kumchukia. Alikuwa mbaya sana kabisa. Kwa mfano mimi, kwa utawala huu ndio ulioondoka na mwanangu wa pekee. Hauna jema, hauna zuri watakuja kufanya, lakini nahisi sasa ni upepo umeshasomba maelfu ya watu kuna mini, watu wengi wanaungana mimi, lakini nina hakika bendera fuata upepo waliomtukana Magufuli kwa kusukumwa na wachache waliokuwa wanajifanyisha na rasimali, lakini agalabu hata ambao waliuawa ndugu zao au walipitia kadhia ya kupotelewa ndugu zao au ya kuteswa wakati wa Magufuli. Na hakika watakuja kufahamu kwamba hata kama kulitokea dhuruma ya uhai, ni baadhi ya wasaidizi wake, eidha walikuwa na mhujumu au walitafsiri kwamba angependa kutetewa hivyo, lakini Magufuli aliwadhibiti, na ndio maana yale matendo akikuwa kitu cha kujivunia cha wazi kikitokea, mlikuwa mnakiona, hakirudi tena kwa siku nyingi. Kwa namna hiyo, jiwe aliyokataa washi limekuwa jiwe kula pembeni. E, kuna ambao bado hamtaamini, hamtaelewa. Acha inyeshe tuone panapovuja, acha tuendelee kubatizwa kwa moto, kwa sababu ishawaambia toka kule nyuma kwamba tutabatizwa kwa moto mpaka tutajifunza kujua nyeupe ni nyeupe, tajifunza kujua haki ni haki, ubaya ni ubaya. Sasa hivi hela ndio haki, ukila wewe ndio haki. Sasa twende mbele, lakini nahisi wote kwa sauti moja tunge tubu, kwa sauti moja tunge... moja ya vipengele ambavyo tunaoteswa tunatakiwa kutubu. Tunatakiwa kutubu kwa sababu tulimkana mtu wa Mungu hasa, ambao kwa namna moja nyingine tulihusika kuchochea watu wamchukie, kwa namna moja na nyingine hatukutimiza wajibu wetu ili mtu yule abaki salama katika moja ya toba ambayo tungeji organize toba ambayo tungeji organize tuanzie hapo na baadaye tuende mbele kudai haki sasa zinazoporo. Kuna vitu vingi ambavyo watu mnaweza, hapana, pengine ndio mfumo ule polepole alio aliyosema kwamba tulitengeneza mfumo wa kwamba uchaguzi usiwepo kabisa, viwe vimeunganika vina, na CCM na, na NIDA na tume eh. Magufuri alikuwa mbaya sana. Mimi niwambie mpaka kesho ukombozi unaotaka uje utokee, utatakiwa mtu mwenye dhamira na moyo wa kweli. Yaani hata tukifuta kabisa yanayoitwa uchaguzi au demokrasia, lakini tukapata mtu mwenye dhamira ya kweli, tumepona tuandike sheria nzuri kiasi gani, katiba nzuri kiasi gani, siku itakayozinduliwa ndio siku itakanyagwa na wenye mamlaka watakao kuwepo wakati huo, na hakuna atakayewafanya chochote. Afrika tumeharibika mioyo, sio maandishi. Hatuyaoni maandishi? Tunayaona ya Bibilia, tunayaona ya Kurani, tunayaona ya, tu ya, tunayaona ya vitabu vya katiba, ya sheria tunayaona, lakini mioyo imebadilika kiasi kwamba haioni utu wa mwingine kuwa na maana. Anyway, asante na hongera kwa kunisikiliza.